Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Friend. Siku ya leo nataka tuzungumze kwa habari ya siku ya Boxing Day au siku ya zawadi, na siku hii ni siku ambao watu tunafungua maboksi ambao tumepewa na ndugu na rafiki na jamaa kama zawadi, kwa ajili ya hongera ya mwaka, hongera kwa kushinda mambo mengi, hongera kwa kuvuka vitu vingi, hongera kwa mambo mengi, na siku hii huwa inaadhimishwa tarehe ishirini na sita ya kila mwezi wa kumi na mbili mwezi Desemba kila mwaka. Sasa nataka niongelee kwa habari ya Boxing Day na Kristo. Mpendwa katika Bwana. Watu wengi wa Kristo wengi sana, kwa sababu ya imani na nini, wanasema siku hizi ni sikukuu za wapagani kwa sababu ya asili ya Boxing Day ambavyo ndivyo. Kwa mfano, nchi za Jumuiya ya Madola ndivyo ilianzishwa ambapo walikuwa wakitoa zawadi, wakitoa mapumzisho kwa wafanyakazi, wakitoa mishahara, wakitoa zile incentive au zile zawadi za kuongera kwa kufanya kazi kwa mwaka mzima, zikawa zinatolewa hivyo. Lakini pia kwa habari zi ya sadaka, pia watu wanatoa na sadaka za mwaka kwa ajili ya vitendo hivyo ambavyo vilikuwa vinatokea. Hasa nchi za Jumuiya ya Madola, maana yake nchi za Ulaya zile zilikuwa zinafanya hicho hicho kitendo sana. Sasa mwisho wa siku He, katika jambo hili Wakristo wengi pia huwa wanasema jambo hili sasa limekaa kwa asili yake ya upagani, limekaa kwenye mfumo wa kipagani. Nataka nikuambie kitu kimoja pema, kusudi la kuadhimisha kitu au sikukuu ndio jambo la msingi kuliko jambo lote katika maisha ya mwanadamu, ile dhamiri njema katika kukifanya kitu mpendwa. Paulo aliongea na Warumi katika Warumi kumi na nne ule mstari ukisoma wanne mpaka wanane kule. Alikuwa anazungumza kwa habari ya mtu kufanya siku nyingine kwa njema, ie njema, lakini pia Mungu Yesu Kristo alizungumza jambo hili katika Mathayo kumi na nane ule mstari ukisoma kuanzia mstari wa kumi na nane ni kwamba ukifunga vitu vibaya vitakuwa vimefungwa vibaya ukifungua vitu vizuri vitakuwa vimefunguliwa vizuri, ukifungua vitu vibaya vitafunguliwa vibaya kwa kote kote. Hivyo mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie siku kuu yenye manano huu imewahi kufanyika na taifa la Israeli, ukisoma kitabu cha Esta kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho, lakini hasa kwenye ule ile sura ya tisa kwenye hilo sura ya tisa, baada ya mateso mengi kupitia wana wa Srael kwa sababu ya ile ya, ya, yule, ya Haman yule mwagaji ambaye alikuwa nia kwa sababu a a uom kaadhimu kuwaua ae wote, mwishowa siku ikaja kufuchuliwa ile iliokua ile siri mfalme wlo, ikabidi awaue, waliwaua karibu wale watu zaidi ya sabini hivi. Amen. Oh, adisabini na tano huyu Mordekai akiwa amejaa utukufu wa Mungu, akiwa amejaa nguvu ya Mungu, akiwa amejaa uwezo wa Mungu, akiwa amejaa neema ya Mungu, Mordekai akaamuru waifanye hiyo siku kuwa sherehe, kwa sababu kuna shauri lilikuwa limepangwa, likawekwa, likabadilishwa ile siku. Ile sherehe ikaitwa Purim. Hiyo sherehe ilikuwa inafanyika tarehe kumi na tatu na tarehe 13 na 14 kila mwezi Adar, au ule mwezi wa pili na mwezi wa tatu katika kalenda ya Kiyahudi, sasa wakawa wanafanya hilo wakawa wanafanya hiyo hiyo hiyo sherehe. Hiyo sherehe ilikuwa ni sherehe ya furaha ambayo kila mtu alikuwa wakimpelekea wenzake zawadi, walikuwa wakipelekeana zawadi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameshinda mashauri ya Hamani, wameshinda na wamekaa katika ile ile furaha. Katika kitabu cha Mungu, vingi ndio vingine ne vingine tunavijua, lakini vimeandikwa baadhi ya vitabu. Kuna kita kitabu cha kitabu cha... kitabu cha cha mashujaa ya... kuna kitabu ya nabii, kuna vimeandikwa katika Biblia na kaandika pia katika kitabu cha kumbukumbu kumbu cha mfalme, kitabu cha kumbukumbu kumbu za Israeli ikaandikwa. Hiyo sherehe iliandikwa kwa mana gani? Ikaandikwa hiyo sherehe ili watu waweze kukumbuka namna gani ambavyo Mungu aliwatoa wa katika mitego katika mihira ya Hamani yule mwagaji na kuwaweka katika ule utukufu wote wa Mungu. Nikisoma kitabu cha Esta tisa kuanzia wa mstari wa 18 mpaka wa 32. Habari hiyo imeandikwa. Nitasoma mstari mchache tu kwa ajili yako. Lakini Wayahudi wa Shushani walikusanyika siku ya kumi na tatu ya mwezi huo, na siku ya kumi na nne pia, na siku ya kumi na tano ya mwezi huo wakapumzika. Wakaifanya kuwa siku ya karamu na furaha. Kwa sababu hii Wayahudi wa vijijini wakao katika miji isiyo na boma huishika siku ya kumi na nne ya mwezi wa Adari kuwa siku ya furaha na karamu, sikukuu ya kupelekeana zawadi. Mpendwa katika Bwana, ilikuwa ni sikukuu ya kupelekeana zawadi. Hivyo mpendwa, kwa sababu ya mfumo wa dunia unaweza ukapeleka zawadi kwa mtu, mwisho wa siku wakasema unashika una una ile ya upagani Penda, uwe na dhamiri njema katika ila amina. Mstari wa ishirini anasema, basi Mordekai aliandika mambo hayo, naye akapeleka barua kwa Wayahudi wote waliokaa katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero, waliokuwa karibu na waliokuwa mbali, akawaonya wazishike siku ya kumi na nne ya mwezi wa Adari, na siku ya kumi na tano yake, mwaka kwa mwaka, ambazo ni siku Wayahudi walipojipatia raha mbele ya adui zao na mwezi uliogeuzwa kuwa wa furaha badala ya huzuni, na siku, na kuwa sikukuu badala ya kilio. Wazifanye siku hizo ziwe za karamu na furaha na kupeana zawadi na kuwapa maskini vipawa. Nao Wayahudi wakakubali kufanya kama alivyoanza na ku, na kama Mordekai alivyoandika. Mpendwa katika Bwana, unatazama hapa Kuyu, si kwa hiyo hiyo siku akaifanya kuwa, ilipangwa na kina Mordekai wenyewe, ilipangwa na wanadamu. Wanadamu akaipanga naye Mungu akaikubali, kwa sababu ilikuwa ni njema, inampatia Mungu utukufu. Wameona wameokolewa, wameona wameshinda, wameona wamevuka mambo mengi, hivyo kabidi wamshukuru Mungu. Kwa hiyo ni sehemu ya kuhudumiana, ni sehemu ya kufarijiana, ni sehemu ya kutiana nguvu, ni sehemu ya kutiana moyo kwamba tuko pamoja, na naye Mungu akaikubali. Hivyo kitu chochote ambacho mwanadamu akifanya katika utukufu wa Mungu, Mungu anakubariki maadamu tu inampatia Mungu utukufu. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili kwa ufupi kwa habari ya Boxing Day imekuwa ni baraka kwako. Na kama wewe unaelewa vipi kuhusu Boxing Day, utatuachia comment yako vipi? Ni siku ya kipagani au ni siku njema tu ambayo ukifanya kwa dhamiri njema inaweza kuwa njema kwako. Mpendwa, basi natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako. Na kama imekuwa ni ya baraka kwako usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapo upload. Neema ya Mungu hiyo pamoja nawe, nikutakia siku njema. Shalom, shalom.